Programu hii ya malezi na makuzi inaanza kuanzia mwaka sifuri mpaka miaka nane. Tunasema hiyo ni programu ya awali ambapo ujenzi wa ubongo wa mtoto unafikia kilele chake cha asilimia tisini. Tukitoka hapo, tuna programu nyingine inaanza ya miaka kumi kupanda juu kuelekea miaka kumi na nane. Inahusisha mpaka watoto hawa wadogo ambao wako majumbani kupitia vituo vya malezi na makuzi ambavyo tunavijenga kwenye umma na kuna vingine private sector pia imevijenga. Hivyo basi, nikianza miaka hiyo sifuri, tunaelekea mpaka asizidi miaka nane. Tuondoe kwenye vichwa vyetu kwamba tunaanzia miaka nane, tunaanza sifuri mpaka nane. Elimu kwa wazazi tunatoa kuna vikundi vya wazazi ambavyo tunaviunda. Sasa hivi tuna vikundi karibu elfu nne na kitu, kwa ajili ya kuhakikisha na wao wanaelewa kile tunakitaka wakifanye kwa huyu mtoto. Lakini tuna vikundi vya wadada ambavyo vinaundwa katika mikoa ya Dar es Salaam, ikihusisha maafisa ustawi wa jamii, na hii programu inakwenda nchi nzima ili hawa wadada wa kazi wawe ni wale wenye, sio wadada wa kazi, wadada wasaidizi wa kazi, mpaka hata wakaka wasaidizi wa kazi, wale wawe ni wenye tija, na tunakwenda kuanzisha mbele ya safari hata program za malezi na makuzi, kuwapatia hawa wasaidizi wetu wanaotusaidia majumbani kuwahudumia watoto wetu, ili wawe na sifa, sio wakiondoka tu mzazi, mtoto anafunguliwa, analelewa na TV au analelewa na simu. Tunataka malisho ya yule msaidizi wapale nyumbani yaendane na ya kumfanya huyu mtoto afikie kitu kinachotakiwa. Nilipelekwa nje nchi na rais, tukatembelea huko, wanaita Nani Academy. ziko kule. Sasa hapa ni wakati wa sisi kwenye utekelezaji wa hizi tuanze kufikiria kwenda kwenye kuwa na maeneo maalum ya kuwafundisha, ili unahitaji msaidizi naye arasimishwe na, na haki zake ziwepo mbele ya safari, ili akupatie kilichobora wewe lakini Alipatie taifa kilicho bora. Hii ndio mikakati tuliyo nayo. Yote hivi vinaitwa programu jumuishi ya kitaifa ya malezi na makuzi ya watoto ambapo pila zake ni afya. Ujue unamlisha nini? So uji tu unaweka sukari pale na ukwaju tayari, ujue mtoto kila siku shiba ulale, hapana. Lakini tuna programu ya lishe pia na afya, chanjo tujue kama zote zimetimia kwenye kipindi chake, huyu msaidizi wa kazi ajue ya, ya mambo. Lakini ulinzi, umlinzeje mtoto ili akili yake isipate vitu ambavyo ni hatari kwake, lakini asiweze kufikiwa na mtu hatari akapewa vitu hatari. Lakini tuna masuala ya elimu ya awali, watu wanatakiwa kucheza. Wacheze michezo gani? ukienda nchi za nje mtoto anachezeshwa kujipikilisha rasmi rasmi, anachezeshwa vitu, ananyosha pasi. Mtoto anachezeshwa michezo ambayo baadaye inam expose kwamba utakapokuwa mtu mkubwa, kuna ndege, kuna magari, kuna nini. Vyote hivyo vinaenda kitaalamu, sio tunamfanyisha kazi, yani programu za kucheza cheza, lakini anacheza michezo ya tija, sio kimbia pale ujifiche, unioni na kuona. Tunataka kwenda kisayansi. Bongo Play TV.